Hii ya stima na wifi so mi na mi na kutengenezea, mi ni fundi. Sasa kwa kutengeneza, kuna kipingo nda kuwa hapa nje na rudi saa hizo, so you can continue okay. Sasa utashukua muda kweli, dakika tu tano tu nda kuwa nimerudi.

Eh, iko sawa, imeanza kufanya vizuri sana. Uh -huh. So, <laughs> Professionals lazima tuwe fundi. Ni kumalizia, unamalizia eh, ama? Kuja kuja nisha ndio namalizia ndio namalizia hapa hivi. Oh. Hmm. Eh. Naona unajaribu, jaribu. Eh, nikuungangana tu pole pole nimekutengenezea. Ni fundi kweli ama... Kwani ni mwizi sukari, umeenda kuramba sukari yao pale ya kitchen? Hata sijalamba sukari, sijalamba sukari kusema kweli. Nyakio kwa nyumba yao kama fundi nikutengenezee